Mambo, daktari. Aa, na habari ya customer. Kwa aje? Niko vizuri. Mm. Gonjeka. Unagonjeka si ah, mimi ni mama. Uh, mama unagonjeka. Gonjwa hmm, gani? Ndipo nataka anataka ah, nata tu nini. Najua tujajipanga kwa upata mtoto

Mnasiriki tu mangono mangono mangono nafuna mimba. Sawa sawa, si nini? Utume tuende. Abe. Yani ampendani ni nini? Imebaki 1%. Mimi si utume pesa tuende. Hutaki kumzalia. Si nini, sema ni kujua utabaki pitu wama. Unapigia mtu sanga misasa tulipe kitu tuende. Hutaki kumzalia. Hutaki kumzalia